Zawadi alikuwa msichana wa miaka kumi na mbili mwenye tabasamu la kuvutia na macho yenye matumaini ingawa maisha aliyokuwa kiishi yalikuwa ya mateso na huzuni. Alizaliwa kwenye familia maskini sana kijijini Gashora. Baba yake Mzee Juma alikuwa mlevi aliyekuwa akitumia muda mwingi kwenye vilabu vya pombe huku mama yake Rehema akijaribu kumlea Zawadi peke yake hadi mambo yalipoanza kubadilika. Siku moja baada ya njaa kuwakumba kwa wiki mbili mfululizo, Mzee Juma aliketi kwenye mkeka wa nyasi nje ya kibanda chao akimtazama Zawadi aliyekuwa anacheza na mchanga. Alikuwa amenyong'onyea, macho yake yakitembea mbali kama mtu anayefikiria mpango mchafu. Asingeweza kuuza ng'ombe kwa sababu hawakuwa na hata kuku, alisema kimoyomoyo. Lakini huyu msichana anaweza kuleta chakula. Kesho yake alipomwita Zawadi kwa sauti ya upole ambayo haikuwa kawaida, moyo wa Zawadi ulijaa shaka. Aliambiwa atembee na baba kwenda sokoni mjini, akajua labda wataenda kuuza vitu au kupata chakula. Lakini alipofika kwenye kibanda cha mtu mmoja tajiri aitwaye Bwana Sefu mambo yalibadilika. Zawadi aling'atwa na mashaka zaidi alipomwona baba yake akimpa yule tajiri mkono, huku wakinong'onezana. Kisha Bwana Sefu alimkazia macho na kusema, karibu binti, kuanzia leo utakuwa kwangu, nitakupa kazi nzuri. Zawadi alipojaribu kuuliza ni lini watarudi nyumbani, baba yake alitazama chini na kusema kwa sauti ya kubabaika, Zawadi, kaa hapa kwanza, nitakuja baadaye. Lakini hakuja kamwe. Zawadi aliuzwa kama mtumwa, hakupata nafasi ya kwenda shule Kazi yake ilikuwa kufua nguo, kusafisha sakafu, kulisha mbwa wa tajiri na kupigwa kila alipokosea. Usiku alilala jikoni juu ya gunia la magunia, na mara kwa mara alilia kimya kimya. Miaka ikapita, akiwa na miaka 17 alikuwa amekuwa binti mrembo na mwenye akili, lakini mateso hayakupungua. Alianza kupanga mpango wa kutoroka. Kila usiku alisikiliza walinzi walivyolala, akahifadhi njia za nje ya ukuta. Kisha usiku mmoja wa mvua kubwa alikimbia. Alitorokea kituo cha watoto waliotoroka nyumbani kilichokuwa kilomita 30 kutoka pale. Mkurugenzi wa kituo hicho Bisaumu alimchukua kama mtoto wake, alimsikiliza zawadi kwa machozi, akampeleka hospitali kisha shule. Kwa mara ya kwanza zawadi alikaa darasani, alijifunza kuandika jina lake. Alipokuwa na miaka 22, alikuwa mwanafunzi wa sheria katika chuo kikuu. Lengo lake moja tu kusaidia watoto waliotupwa, kuuzwa au kunyanyaswa. Siku moja alipokuwa akitoa hotuba kwenye kongamano la haki za watoto, baba yake alikuwepo miongoni mwa watu waliokuja kusikiliza. Alikuwa amepoteza kila kitu, maskini na mwenye hatia. Macho yake yalijaa machozi alipomsikia Zawadi akisema, niliuzwa kama bidhaa, niliishi kama mtumwa, lakini leo nimesimama kama sauti ya walio kimya, nitapigania haki zao milele. Hakuweza kumkimbilia, kumkumbatia wala kumlaumu. Alimtazama tu, kisha akaondoka taratibu, akijua kwamba binti yake alishamzidi kwa kila namna, si kwa mali, bali kwa utu na msamaha.